Habari za asubuhi mtazamaji wa Global TV Online, siku nyingine tena ya Jumatano ya Machi 28 mwaka 2018. Kama kawaida yetu, kupitia Global TV Online, kila siku tunakuletea habari mbalimbali zilizojiri katika kurasa za mbele pamoja na kurasa za nyuma katika magazeti ambayo tunabahatika kuwa nayo ndani ya kipindi cha Amka na Global TV. Jina langu ni Felista Masai na Vodacom wanakupa ofa kubwa kabisa. Kufurahia Instagram ya bure kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 alama ya reli, unapata vifurushi vyao mbalimbali ambavyo vitakuwezesha kupata huduma popote pale unapokuwa. Wanakwambia yajayo yanafurahisha. Je, upo tayari? Naanza na gazeti la Risasi katika ukurasa wake wa kwanza, kama unavyoonekana, una habari mbalimbali. Habari ya kwanza inasema ni kutumbuliwa kwa Joketi UVCCM Wema atajwa. Kiongozi UVCCM aongea na Risasi, aanika usicho kijua. Habari kamili ipo katika ukurasa wa tatu. Pia madai mazito, amua mkewe ukweni, mama mkwe asimulia ya kukutoa machozi. Habari pia inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na kwa undani tukiangalia habari ya Joketi na Wema ambayo ipo katika ukurasa huu wa tatu inasema baada ya wikendi iliyopita aliyekuwa kaimu katibu wa idara ya uhamasishaji na chipukizi wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM, Joketi Mugelo maarufu kama Kidoti kutumbuliwa katika nafasi hiyo, staa filamu za kibongo Wema Isaac Sepetu ametajwa na Risasi... ametajwa kuwa atakaimu nafasi hiyo, na gazeti hili linakupa taarifa kamili ni mara tu baada ya sakata hilo kuchukua nafasi kwenye vyombo vya habari na mitandao mbalimbali ya kijamii habari za ndani zinaeleza kwamba Wema alianza kutajwa katika kumrithi mwanadada Joketi kwenye kiti hicho habari hii inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa tatu na unaweza ukajipatia nakala yako na, na ukaisoma zaidi na katika ukurasa wake wa nyuma ndo huu hapa ambao pia una habari mbalimbali hapa kuna habari inasema harusi babu kubwa ya binti wa Dangote bajeti ya zua gumzo, Syria, Bill Gates, watu mashuhuri na wanamuziki maarufu kualikwa. Yaani, kwa hii ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa nyuma, na njamba anadaiwa kujifanya polisi kisha kubaka wanawake undani wake waanikwa. Habari zote zinapatikana katika gazeti hili la Risasi mchanganyiko kwa shilingi mia tano tu, unaweza ukazisoma habari hizi katika katika kurasa za ndani. Kwa upande wa gazeti Mtanzania katika ukurasa wake wa mbele kama unavyoonekana, ukurasa wa kwanza kuna habari inasema, viongozi Chadema walala Segerea watakiwa washtakiwa kwa makosa manane. Habari ipo katika ukurasa wa tano na tukiangalia kwa ufupi katika ukurasa huu wa tano habari hii inayohusu viongozi wa Chadema inasema safu ya juu ya uongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo wa Chadema wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe na wenzake watano wa, wa chama hicho inasema kuwa wamefikishwa mahakamani wakikabiliwa na mashtaka nane yakiwemo mawili ya uchochezi wa uasi yanayomkabili Mbowe. Hata hivyo baada ya kusomea mashtaka hayo, viongozi hao wote walikosa dhamana na kupelekwa gereza la Segerea hadi kesho Machi 29 yaani siku ya kesho ambapo mahakama itatoa uamuzi wa, wa dhamana yao au la. Habari hii inapatikana katika ukurasa huu wa tano wa gazeti la Mtanzania na habari nyingine katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la Mtanzania ni ripoti ya CAG yaibua ubadhirifu mpya. Habari hiyo inapatikana katika ukurasa wa nne. Ukurasa wa nyuma wa gazeti hili umeandikwa habari mbalimbali za michezo. Kuna habari hapa inasema, Stars ya noga kwa DRC na wanaotuhumiwa kupanga matokeo, CAF ruksa ligi kuu. Habari ipo katika ukurasa wa nyuma na habari nyingine Mobeto Vanessa na Idris watajwa tuzo Nigeria. Habari kamili ipo katika ukurasa wa ishirini. Nalikamata gazeti la Mwananchi katika ukurasa wake wa kwanza, kama unavyoona, kuna habari hapo inasema Mbowe na vigogo watano Chadema walala rumande, wasomewa mashtaka manane yakiwemo ya kuhamasisha ya maandamano, chuki na uasi. La Mbowe hii ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa kwanza na inapatikana katika ukurasa wa tatu. JPM asimamisha DED wawili kwa ripoti ya CAG, na mpwa wa Shimrungwe na mkewe watoweka, wananchi Mtwara waagiza samaki kutoka Msumbiji, pia tetemeko la jeruhi sita na nyumba hamsini na tano za athirika. Habari nyingine katika ukurasa wa kwanza Mrema akumbuka machungu ya uwaziri na ushirikiano duni pia rubani atishwa na makeke ya Dkt Miguna na akataa asipande ndege. Hii ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 36 na, na katika habari, picha ni mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe akiwa kim, kizimbani na viongozi wenzake wa chama hicho katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam baada ya kusomewa mashtaka 8 mahakamani hapo siku ya jana. Hizi ni habari ambazo zipo katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la Mwananchi na huu ni ukurasa wake wa nyuma wa gazeti hili la Mwananchi. Habari ya kwanza inasema stars ya wachezesha ndombolo wa Kongo na nyota madola kusaka medali kwa unyonge. Hizi ni habari ambazo zimeandikwa na gazeti hili la Mwananchi. Nalichukua gazeti la Nipashe, katika ukurasa wake wa kwanza kuna habari hapa nakutana na habari inasema, Mbowe kizimbani kwa kosa la uasi, viongozi wengine watano nao washtakiwa. Habari hii inaendelea katika ukurasa wa pili. Nondo asimamishwe udisim baada ya dhamana akasome, habari ipo katika ukurasa wa tatu na JPM alivyoandika ishirini na tano kwa JK. Polisi ya kana lawama mauaji, habari kamili ipo katika ukurasa wa tano wa gazeti la Nipashe na katika ukurasa wake wa nyuma kama unavyoona Samata na Kichuya waidu za DRC mastaa wao wa Ulaya washindwa kufurukuta. Pia Mkude aishusha pressure Simba Sport Club, na baka na Griezmann sasa wakubaliana. Habari kamili ipo katika ukurasa wa 29. Kwa upande wa gazeti la habari leo ukurasa wake wa kwanza kama unavyoona maandiko habari mbalimbali mbali. Kuna habari inasema Asilimia tisini ya uozo wasafishwa serikalini, hii ni kauli ya CAG. Habari kamili ipo katika ukurasa wa pili. Na habari nyingine, Kardinali Pengo asema niombeeni kwa Mungu. Habari kamili ipo katika ukurasa wa pili. Kigogo afichua alivyotaka kuongwa milioni mia nane. Pia habari hii inapatikana katika ukurasa wa nne. Na mwanafunzi wa UDSM alijiteka asimamishwa habari inatokia ukurasa wa kwanza ikiendelea katika ukurasa wa tatu. Mwogopeni Mwenyezi Mungu ni kauli ya Mufti. Mbowe, Mnyika na vigogo wenzao wanne kotini. Habari inapatikana katika ukurasa wa tatu. Na katika habari picha ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la habari leo ni Rais John Magufuli akipokea ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Profesa Musa Asadi Ikulu jijini Dar es Salaam siku ya jana. Na hizo ni habari ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la habari leo, na katika ukurasa wake wa nyuma kuna habari za michezo. Hapa kuna habari inasema, Stars yaifumua Kongo na Lwandamina na Prijim wasaka rekodi Mwakembe kuiaga timu ya madola leo. Samia ataka wafanyakazi kushiriki shimuta. Habari kamili ipo katika ukurasa wa thelathini na moja na Vimani na Idris kuwania tuzo Nigeria. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa ishirini na tisa wa gazeti la habari leo. Nakuitana hapa na gazeti la Sani, katika ukurasa wake wa kwa kwanza kuna habari moja pa inasema msiba mzito wamshukia diamond freemason wamgeuka hii ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la sani kama unavyoliona na katika ukurasa wake wa nyuma kumeandikwa habari mbalimbali mbali. kuna habari hapa inasema mbasha akerwa na vitendo vya ushoga na habari nyingine ni baada ya kutumbuliwa UVCCM, joketi ajipanga kukata rufaa habari ipo katika ukurasa wa kumi na tano. nakamilisha na gazeti la michezo la champion ambalo limeshenia habari mbalimbali mbali za kimichezo katika ulingo wa kitaifa pamoja na kimataifa. Ukurasa wa kwanza, habari kubwa inasema, Mfaransa afunguka, mechi mbili tu kazi imeisha. Simba na Stars hatari ya yaipiga Kongo. Habari nyingine, Shishimbi awaambia Yanga habari njema. Mfaransa Simba achekelea tarehe ya mechi ya Yanga. Na Jonas Mkude asema nipo vizuri msiogope. Hizi ni habari ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa kwanza wa gazeti la Champion. Na katika ukurasa wake wa nyuma ndio huwa hapa ambao umeandikwa habari za michezo katika ulingo wa kimataifa. Hapa ni Bashua yasema mambo yamekubali Dortmund na Real Madrid yaandaa listi ya kufa. Mtu pia wenga asema wananichukia kwa sababu ya umri. Hizi habari zimeandikwa kwa undani kabisa katika ukurasa wa nyuma.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 Facebook SMS Bule, WhatsApp. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya redi, chagua pindua pindua. Vodacom power to you.